ambao wamemsainisha mtu watakula mle ndani. Sio kwamba wanabuni wanalipenda jiji maeneo wa ambayo yanatatua shida za watu, hela hazipelekwi. We leo unaenda kwenye kivuko kinahitaji gharama ndogo tu milioni pengine hamsini, hela hazipatikani, lakini unachukua hela hizo hizo unakwenda kubomoa sehemu ambayo inakuwa milioni mia nane, stendi ndogo unaweka 1.6 bilioni, huku hujamaliza shida za wananchi. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, nilikuwa naomba kwa kweli tusaidiane kwa sababu tunayo dhamana na jukumu la kumaliza shida hiyo, kwa sababu kuna kama kituo cha afya Mkonoo, Rais Samia akapeleka pale zaidi ya milioni mia nane, kilikuwa ni kizaanati, leo ni kituo kikubwa. Barabara mbovu, tungeweza kuokoa 1.6, tungeweka lami pale kwenda kituo cha afya watu wakaenda zao wa, wakapata huduma na wakaendelea kula matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kumekuwa na, na changamoto pia barabara yetu ya AFCON kule tunakojenga barabara ya Njolo tunakojenga kule uwanja wetu wa mpira wa kisasa, na kwenyewe pia barabara ni mbovu. Ni imani yetu kwamba kupitia bajeti hii tutakwenda kuliangalia ili tuondokana na hizo changamoto. Lakini kingine, mheshimiwa waziri, Daktari Samia amepeleka shilingi milioni mia tano kwa ajili ya kujenga soko la wamachinga miaka miwili iliyopita, mpaka leo haijatumika. Sasa unajiuliza, Arusha hakuna wamachinga? Kwa nini hela hazijatumika? Ukienda katika hali ya kawaida, ukienda pale masokoni, angalia soko la Mbauda pale, matope matupu. Milioni mia tano ipo, rais kaleta, imekaa tu. Nenda soko la machinga namba sitini na nane, matope matupu, mapaa yale hayaeleweki. Milioni mia tano ipo, ina miaka miwili, Daktari Samia kaleta. Hamna ambacho kina kinaendelea pale. Nenda soko la Samunge, hali ni mbaya karibuni kila mahali. Sasa unajiuliza hawa mliwapeleka kwenda kusimamia maendeleo kule wanafanya kazi yao ipasavyo au wana ajenda zao nyingine? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, najua muda ni mchache, maswala ni mengi. Baada ya kusema hayo nakushukuru sana kwa fursa hii adimu, asante sana. Mheshimiwa Waziri, sekunde moja, sekunde moja. Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Gambo hapa amechangia, amezitaja tuhuma nzito kwa kweli tuhuma nzito, pamoja na kwamba hajataja mtu, lakini ni tuhuma nzito e, kwamba jengo la bilioni sita zimezidi sijui bilioni tatu kwingine bilioni nane Sasa hiyo kidogo e, sio jambo ambalo tunaweza kuliacha tu liende kwamba ni mchango wa kawaida wa mbunge. Sasa Mheshimiwa wabunge, kwa, kwa uzito wa tuhuma hizi Mheshimiwa Waziri, tutakapomaliza e, bajeti yako Uh, utuletee taarifa ndogo tu ya huo ujenzi wa hilo jengo tutakupa eh, nafasi hapa bungeni, kwa sababu tuhuma zimetolewa hapa bungeni. Utakapojibu hapa bungeni, tutaona sasa bunge lichukue hatua gani kwenye jambo kama hilo. Aya, asante sana. Mheshimiwa bunge, nilikuwa nimesha nataka kusema jambo. Mheshimiwa Spika eh, nikiri kupokea maelekezo yako lakini ni vyema tukakumbushana kwamba mipango ya maendeleo katika halmashauri zetu, miji yetu na majiji haipangwi na TAMISEMI, inapangwa kwenye vikao maalum vya mabaraza ya madiwani kupitia kamati za fedha na kamati mbalimbali e, chini ya mabaraza yetu ya madiwani. Sasa hili la fedha e, pengine ingeenda kufanya shughuli fulani wanaoamua kutuletea e, ni madiwani ambao sisi sote ni wajumbe e, kwenye vikao hivi vya madiwani. Kwa hiyo, lakini hili lingine mheshimiwa e, Spika, nimeipokea, tutafuatilia kwa karibu kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameweza kuonyesha konsani yake katika eneo hilo. Tutafuatilia kwa karibu na wakati wa kuhitimisha tutakuja na taarifa kamili ya namna tulivyochukulia hatua hii. Asante sana.